Msimamo wetu unabaki ni ule ule, kila mwana simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Tunasisitiza tena, kila mwana simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo. Na hili ningependa kuwakumbusha tena zaidi wa Zanzibar Usije na jezi yako ya timu ya taifa, njoo na jezi ya za njoo njo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu. Lakini kwenye tiketi, niwahimize na kuwasisitiza Ndugu zangu tununue tiketi mapema. Tiketi elfu kumi na tano ni chache mno kwa mechi ya fainali. Na jambo moja tutajaribu kulifanya, ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha eh, watu kwenda Zanzibar, watupunguzie nauli walau kidogo, ili wanasimba tupate tahfifu ya kwenda ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba, wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei, acheni bei ile ile, ili wanasimba waweze ku afford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar, ana ana ana, ana ana ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wanasimba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii. Wanasimba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate wapate unafuu wa kwenda kumwona mnyama anachukua ubingo wa Afrika. Na ndugu zangu, niwaambie mwaka huu tumeingia fainali, haitajirudia tena kama mwaka 93 Yaani tusubiri miaka mingine 30 kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu, kama tulivyoingia robo fainali, hayo yakawa ndiyo maisha yetu kwa miaka saba mfululizo, tukawa tu tunacheza robo fainali. Na kwenye fainali tunataka hivyo hivyo, kila mwaka tuwe tunacheza robo tuwe, tuwe tunacheza nusu tuwe, eh, kumradhi, kumradhi <laughs> nani ananichezea? <ulum>. Huyu <laughs> kila mwaka tuwe tunacheza fainali, na hilo linaweze mnaweze msin, msiniamini hivi sasa lakini, tulivyoingia robo fainali ya kwanza mkasema fluk mwaka huu Simba tubui mwaka uliofuata Simba akaingia tena robo fainali, na baada hapo ikawa ni robo fainali, robo fainali, robo fainali mpaka hivi sasa, na sasa tumeingia fainali. Tukitoka hapa kituo kinachofuata mwakani, tukiwa hai, ni fainali tena, mwaka unaokuja ni fainali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunaiset, Simba Sports Club.